Balozi wa lugha ya Kiswahili hapa nchini, na mke wa rais mstaafu wa awamu ya nne, Mama Salma Kikwete ametoa ushauri huo wakati wa hotuba yake katika hafla ya utoaji wa tuzo ya kwanza inayotambua mchango wa watunzi na waandishi wa fasihi ya lugha ya Kiswahili ya Mabati Cornell ya fasihi ya Kiafrika ambayo imefanyika kwa mara ya kwanza jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi wa bobezi wa lugha ya Kiswahili kutoka vyuo mbalimbali duniani hili, zanguni ni lazima tupambanue mambo. Kiswahili ndiyo lugha yetu na Kiswahili ndiyo kilichotuletea ukombozi na Kiswahili ndiyo utamaduni wetu. Tukisimama mbele ya mataifa, tunapozungumza lugha yetu, tunakuwa hatuna unyonge, tunajulikana kwamba tuna kwetu na tuna bara letu. Kwa hiyo ni lazima tukomboke kifikra. Naomba turudi kwenye wakati ule wa ukoloni, walipokuja wale kututawala, walisema kila kitu chetu ni cha kijinga, tamaduni zetu waliziita ni za kishenzi. Wakiongea kwa nyakati tofauti wakati wa hafla hiyo, baadhi wa wa ya wabobezi wa lugha ya Kiswahili walionya juu ya kupotea kwa uhalisia wa lugha ya Kiswahili katika karne hii ya 21 iwapo kutakosekana mkakati wa kuendeleza na kuenzi lugha ya Kiswahili, wakiwemo viongozi wa, wa Kiswahili pamoja na vyombo mbalimbali vya habari na kutolea mfano kwa vyombo vya habari vya vy IPP ikiwemo Radio 1 ambayo imeanzisha kipindi cha lugha ya Kiswahili kila siku ya Jumamosi na televisheni ITV ambapo vipindi vyake kutangazwa kwa lugha rahisi na nyepesi ya Kiswahili. Nitoa wito pia kwa vyombo vya habari, huu ndio wakati wenu, tuhakikishe kwamba tunakuza na kueneza lugha ya Kiswahili kadiri inavyowezekana na sio kupotosha matumizi ya lugha ya Kiswahili. Balozi wa Kiswahili atakuwa nasi kama alivyokuwa na kama alivyoahidi kuwa nasi ili mradi tu tuoneshe juhudi za dhati uwe, uwe katika kiwanda uwe katika chombo cha habari au uwe katika, uwe kazini. Lakini tukifanya kwa pamoja maswala hili la, maso la kukuza Kiswahili itakwenda vizuri sana. Tunafurahi mzee wetu Mzee Bengi yupo hapa, ambapo chombo chake ni miongoni mwa vyombo vya habari ambao vimekuwa mstari wa mbele katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Tunasikia vipindi vya Kiswahili ITV Redio tunasikia habari ambazo zi zinatolewa katika, katika televisheni ya, ya, ya ITV. Kwa hiyo sisi katika vyombo vya habari, kila mmoja aone atumie nafasi yake, ili aweze kuhakikisha kwamba anaacha athari katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili kiswahiliania kuhusu uendelezaji wa, wa, wa, wa, wa lugha ya Kiswahili na hata uandikaji wa vitabu vya Kiswahili. Sijui kwa nini ulegevu huu umetoka wapi, lakini ningewaomba ndugu zangu nyote mnahusika kwamba murudi tena kwenye kazi kwa mkifanya nzuri kazi ambayo imefanya Tanzania itajike ulimwenguni kote, na sijui kwa nini mka- zemkaiaza kuifanya. Tuzo hiyo ya kutambua mchango wa watunzi wa lugha ya Kiswahili na waandishi wa fasihi walikuwa watatu, ambao walishindanishwa kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, na washindi hao kutoa wito kwa wananchi barani Afrika kusoma zaidi vitabu ambavyo vinaandika lugha ya Kiswahili ili kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili kwa vitendo. Pamoja na ile dhima ya fasihi ya kuburudisha, tuna dhima kuu ya kuelimisha, ambapo tunapata maarifa mengi sana kwa hiyo tuwajengee vijana na hata wazee, tuwe na utamaduni wa kusoma vitabu. Tutafaidika na mengi ndani ya vitabu vile vya riwaya na mashairi na nafasi hii kwa ujumla, pia tutakuwa tunaendeleza utamaduni na lugha yetu. Kwa hiyo kuhusiana na riwaya yangu, n-nitoe wito zaidi kwa wanawake. Riwaya yangu ililenga zaidi kuangalia wanawake ambao nililipa jina la Kilio cha Mwanamke. Kwa hiyo na washauri kina mama au kina dada wawe mstari wa mbele kusoma hii riwaya kwa sababu kuna maarifa mengi yanayowasaidia kuanzia walezi wazazi, na vijana wenyewe, viongozi mbalimbali mbali wa serikali akiwemo naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Anastasia James Wambura, wataalamu wa utamaduni wa lugha ya Kiswahili, mwenyekiti wa shirikisho la wamiliki wa viwanda hapa nchini CTI, Dr. Samuel Nyantahe na mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi hapa nchini TPSF, Dr. Reginald Mengi ambao ni miongoni mwa wadau wakubwa wa lugha ya Kiswahili pia walihudhuria hafla hiyo iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Kiswahili kina sifa kwa nauna na maana, kimeyafanya mataifa mengi kusikilizana, kikitoa taarifa wengi tunakuwa bayana, iwapo kitakufa roho nyingi zitanuna. Kiswahili tajiri kwa fasaha na methali, mimi nafikiri wakati hauko mbali, kitakuja kufasili kwa akili na uzuri, kiwapo watu fadhili maneno bila hesabu, bado watu kuandika, hii ni hazina ya dhahabu. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Juma Kapalatu ITV.